Ukiwa unafanya vizuri kwenye timu mm. Timu ikiwa inafanya tu vizuri misimu minne mitatu mfululizo. Yanga walikosea kwanza, ile swala la makocha toka msimu uliopita walikosea mm. hilo walikosea mm. kushinda la Movic akaondoka merudi yule Yanga wanamtoa, yani wenyewe ndo wanasema bwana wewe, nenda, mkataba wako miezi sita. Naanza sizoni mpya na kocha mwingine. Ubaya Asus, sio mirudi peke yake, ndo akaondoa mpaka tekniko staf yote ile, mm -hmm. sijui madaktari, sijui kina nani, kwa sababu Yanga walikuwa wanaperform, wana mm. uwezi kusekeleza mashabiki mm. Amekuja Roman, kuna kitu ambacho Yanga kh na sasa, mambo ambayo amekuta nani amekuta Yanga sasa sasa, hizi timu livyofungwa Utasikia milio mingi sana ya mashabiki kabisa, kwa sababu hawajazoea Yanga inawapala Yanga inawapala, afu sasa unafungwa unafungwa na boli nyingi na watu wa Mbogo, naamini waga wakosea ndo sikia uwanjani wanakosea Yanga, Yanga washakosea mm. na maji yashamwagika mm, saizi Yanga nabidi waamue wenyewe waombe Mungu, kocha bora Patrick au kocha wa muda mm ambaye kwa msaidizi manake aivushe Yanga hapa. Kama wana malengo ya kumpa kocha mkuu wampe, kama hawana wanataka kocha mwingine mm. pia ni sawa. Yaani, unajua maamuzi ni mm -hmm. wako mm. hata, hata mm. ya kwao wao, ndani ndo wako ndani, wako jikoni kwao, wanajua mapisha kabisa, ila wahakikishe kocha anayekuja kama leo wa Patrick kitangazo leo timu hapa